Mtu yeyote anapotenda dhambi, dhambi aina yoyote ile, anapoitenda na kuwa katika hali ya amani, anajisikia kama ana amani katika kufanya lile analolifanya, lakini acha malize lile jambo. Anapomaliza kutenda lile jambo, amani inatoweka na amani ikitoweka, anabaki anakuwa ni mtu wa kuhangaika. Kwa hiyo, Kaini akaanza kuhangaika, akaanza kukimbia huku na kule. Kwa nini? Kwa sababu amani imetoweka, amemuua ndugu yake. Hamuoni ndugu yake tena, hamuoni rafiki yake wa karibu, na pengine walikuwa wanashea, wanashea kitu chochote kile, wanashea maongezi, wanashea matatizo, wanashea changamoto. Lakini sasa adui amemdanganya Akasema muue huyo. Alipomua amani, ikaondoka akabaki wa kuhangaika. Sasa anarudi kwa Mungu, anaanza kumwambia Mungu, adhabu yangu imekuwa kubwa. Nitakimbiakimbia kimbia mpaka lini? Nitahangaika hangaika mpaka lini? Nitakimbia huko na huko mpaka lini? Naomba wasije wakaniua, niwekee alama ili atakaye niona aone kwamba huyu mtu hastahili kuuawa anatamka awekewe amana, alama. Si anapenda ni amani imetoweka. Amani ikitoweka ndani ya mtu, mtu anajisikia jinyonge, mtu anaona kama maisha haya hayana maana tena, ujue amani imetoweka. Ukikuta mtu anaongea barabarani peke yake anasema bora na kufa, ujue tayari amani imetoweka. Na ndio maana leo nimekuletea habari njema za Yesu Kristo, mtoa amani ya kweli. Dunia kama nilivyosema haiwezi kutoa amani. Yesu akikupa amani, hiyo amani utainjoi. Ndani ya amani hiyo utafurahi, utaishi maisha mazuri, maisha bora, maisha ya furaha, kwa sababu Yesu amekupa amani. Sema amina, kwa jina la Yesu. Lakini watu wengine pia hawana amani kwa sababu wamepoteza vitu vya samani, wamepoteza kazi Mtu amesoma ana madigrii, amesoma kwa shida, ametumia mali nyingi, ametumia vitu vya samani. Kama alikuwa anasomeshwa na wazazi, wazazi wametumia vitu vingi, vitu vya samani, wakamsomesha. Ameenda chuo kikuu, akasoma amesoma digrii ya kwanza, amesoma ya pili, amesoma mpaka udokta, anaajiriwa. Lakini mwisho wa sika anapoteza kazi, anafukuzwa kazi bila sababu za msingi. Huyu mtu, amani inatoweka. Maana kazi ilikuwa inampa amani, kipato kilikuwa kinampa amani. Kwa hiyo baada ya kupoteza kazi na amani ikatoweka. Tumeona watu wengi, tumeshuhudia watu wengi waliopoteza amani, mwisho wa siku wamekunywa sumu, mwisho wa siku wamejinyonga. Kwa nini? Kwa sababu amani haipo. Na ndio maana kwenye kituo cha huduma na maombezi, Bwana amenipa kibali ni waombee watu niwasaidie watu, ushauri, kwamba amani ambayo ulimwengu unatoa, amani ambayo unaweza ukaipata kupitia kwenye kazi hiyo, amani usaa yoyote, inaweza ikayeyuka, inaweza ikatoweka, inaweza ikafutika, lakini amani ya Yesu Kristo haiwezi kuondoka, haiwezi kutoka. Hiyo amani si amani ambayo ulimwengu unakupa, si amani ambayo unapewa na ndugu yako, si amani ambayo unapewa na baba yako, si amani ambayo unapewa na mpenzi wako, si amani ambayo unapewa na mchumba wako. Ni amani ambayo unapewa na Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Sema amina kwa jina la Yesu. Amani hii ukipewa na Yesu itadumu. Amani hii ambayo naitangaza mchana wa saa hii, sio amani ambayo dunia inaweza ikakupa, sio amani ambayo ulimwengu unaweza ukakupa. Ni amani ya kipekee sana. Sikiliza ndugu zangu, sikiliza ewe dunia, sikiliza mpendwa, ninakwambia habari za Yesu Kristo na kuambia habari za Mungu aliye hai, ambaye yeye akikupa amani hiyo, amani hautajutia, hautajutia, utakuwa mtu wa furaha, utakuwa mtu wa kufurahi, hata kama umeachwa, umetelekezwa lakini nataka nikwambie, Yesu akiachilia amani ndani yako utaona waliokutelekeza si chochote, utaona ni kitu cha kawaida. Kwa nini uanze kutafuta kamba? Sikiliza, ngoja nikwambie kitu. Yuda alipomsaliti Yesu, amani iliondoka, na akaanza kufikiria kwamba akienda kujinyonga labda ndipo atapata unafuu Kumbe ndo anajiongezea matatizo zaidi ya matatizo. Tunaomwamini Yesu Kristo tunasema ukijinyonga, umeingia kwenye adhabu nyingine, tena umeingia kwenye mateso ya milele na milele, unaingia jehanamo, kwa sababu hapana toba. Ukijinyonga hakuna toba, na shetani saa hiyo anakuwa amechukua hatamu, amechukua nafasi, anakwambia sikiliza, kama ndugu zako wanakudharau, kama ndugu zako wanakuona huna maana, wamekutenga, jamii imekutenga, suluhisho la hili jinyonge, suluhisho la hili jiue. Sikiliza, na mimi nakwambia, kujiua siyo suluhisho, kujinyonge sio suluhisho suluhisho ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yeye aje juu ya maisha yako, yeye aingie ndani yako, yeye aanze kukuongoza, yeye aanze kukuongoza, awe dereva wa maisha yako. Viongozi hawana amani, pamoja na vitu vyote walivyo navyo hawana amani. Sio kiongozi wa dini, sio kiongozi wa nai kama hana Yesu ana dini lakini hana Yesu. Huyu bado hana amani ya kutosha. Nataka nikwambie, ndugu, nataka nikwambie, ndugu, kazi haiwezi kukupa amani. Kazi itakupa tu kipato na kubadilishia kula, lakini si amani. Itakupa tu ka amani ka hii dunia lakini unaweza ukashangaa, pamoja na fedha zako ulizo nazo, amani hauna. Unakula kila unachokitaka lakini huna amani. Kuna mahali tu shetani alishachukua nafasi, anakutesa, anakutumikisha, anakuumiza. Nimeona watu wengi, ana fedha nyingi, lakini anakuambia hapa siwezi kurudi nyumbani, nyumbani hakukariki, amani hamna, ngoja kwanza nikanywe pombe, alafu nikilewa nikifika ni, ni tu nyumbani nijilalie tu, ndani ham, hamkariki ndani, moto unawaka, amani hamna. Lakini watu wengine walikuwa na kazi nzuri. Kuna mtu mmoja alikuwa jirani yangu alikuwa anafanyaga kazi, sitamtaja jina, wenda ni ndugu yako, wenda ni rafiki yako, sitaki ni kukumbushe maumivu. Alikuwa anafanya kazi kipindi kile cha, cha, cha mheshimiwa Magufuli, akawa anafanya kazi, anafanya kazi, lakini baadaye akapoteza kazi. Alipopoteza kazi, aliamua kujiua akaona maisha hayana maana, ataishije? Sijui kama alikuwa anafikiria kazi ile itakuwa ni kazi ya milele, lakini baada ya kufutwa kazi akajiua, akaona kama hana maana yoyote tena. Nimesema hivi watu wengine wamepoteza amani na chanzo cha kupoteza amani ni kwa sababu wamepoteza kazi, hawana kazi. Kwa hiyo kwa sababu hiyo ya kukosa kazi, wakapoteza amani, wameishiwa kufa. Lakini jambo lingine linalowafanya watu wengine wamepoteza amani ni kwa sababu wamepoteza ndoa zao, wamepoteza wapenzi wao, wamewapoteza wale waliokuwa wanawapenda au wale waliowaambia kuwa wanawapenda. Baada ya kuwapoteza, na wao wamepoteza amani. Huna sababu ya kupoteza amani kwa sababu ya mtu. Hey, nataka nikuambie, suluhisho la hayo yote ni Yesu pekee. Ni mwokozi wa ulimwengu, na ndiyo maana alikuja, na ndiyo maana alikuja ili wale wasio na uzima wawe nao, na kisha wawe nao tele, wawe na uzima tele. Kwa hiyo leo naitangazia dunia kwamba amani haiwezi kupatikana, kwa sababu mnaweza mkazungumza mkajadili kuhusu amani, lakini mtu anatoka mlangoni tayari amani imepotea. Kwa hiyo suluhisho la haya yote ni kumwamini Yesu Kristo, na mimi leo nimekuandalia njia mbili tu ambazo zitakufanya urudishe amani au uwe na amani kwenye maisha yako, nazo njia mbili tu ambazo mimi mchana wa leo ninataka nikuambie. Njia ya kwanza, acha kutenda dhambi. Hiyo ndiyo njia ya kwanza ambayo mchana wa leo ninakushauri acha kutenda dhambi. Badilika. Badilisha maisha yako. Badilisha staili ya maisha. Kwa staili ya maisha hayo unayoyaishi, hautapata amani kamwe. Hauwezi kuwa na amani kwenye maisha yako. Lakini ili uwe na amani kwenye maisha yako lazima ubadilishe staili ya maisha.